Ya robo fainali nyingine ya kombe la CRDB ikienda kuchezwa kwenye uwanja huu, Singida Black Stars dhidi ya Kagera Sugar, chauku ya kutaka kujua na seti ya waamuzi kati, akiwa ni Abdi Wajihi ndiye ambaye atasimama katikati. Kikosi cha Singida Black Stars, mabadiliko ni wachezaji watano kutoka kile ambacho kilifungwa mabao mawili kwa moja na Costa Union lakini kwa upande wa Kagera Shuga zaidi ya wachezaji watano ni mabadiliko kwa upande wao kwenye kikosi ambacho kimetoka kupoteza pia kwenye mchezo uliopita. David Ouma kocha wa Singida kina akiwa ametulia Juma Kaseja, e, kocha ambaye amekiongoza kikosi cha Kagera Shuga kwenye michezo kadhaa. Na tayari filimbi imekwishaanza, e, kutuanzishia mchezo. Haya. Luhendi apitisha mpira kwa Richardson, nawekwa pasi ndani wanatoa mpira nje, wanaambiwa ni kona. Walianzisha mpira kutoka Richardson Ng'undia Mbali, weka ule mpira ndani ukatolewa nje na Morris Chuku. Walianzisha mpira kutoka Richardson Ng'undia Mbali, weka ule mpira ndani ukatolewa nje na Morris Chuku. Mpira mrefu a kutafuta njia lakini, m amecheza foul Salehe Kambenga anapita Imoro josephatbad anapiga kule kule kwa Ibrahim Imoro imoroapira ndani kwenye nafasi nashindikana, mpira ambao anaondoshwa kwenye hatari, anapita nao kwenda na kufanya makosa. Kevin Nation pitisha kwenye nafasi uli katikati ya shamba la miwa wakimnyanyua Juma Kaseja kwenye benchi akitazama makosa ambayo yamefanyika, pasili ambayo ili naso njiani. Kevin Nation mkata umeme akakata na kuzima generator. Mpira ambao ukapita na ukaenda kuwekwa kwenye net na Victorien Adebayor, through ball inakwenda kutumiwa vyema na Adebayor na kuwapa uongozi Singida Black Stars, bao la mapema. Amepita Elvis Rupia Joseph Atibada anaambia ni offside. Seje Poku. Amepita Elvis Rupia. Joseph Atibada anaambia ni offside. Offside kwa imewekwa kwenye njia ya Ibrahim Imoro kwenye nafasi tena anakamata mpira kipao na mtoka anakamata kipao, lakini akafanikiwa kudaka tena na kuweka kwenye himaya yao. Rupia imeshapitishwa kwa Josephat Bada. Bada anawekwa chini, naambiwa ni foul. Pengine mwamuzi ameona Josephat Bada alikuwa anakwenda mbele, kuwa anakwenda kushambulia na akawekwa chini, labda adhabu nyingine pia imeanzishwa. Fupi anajaribu Bada Josephat nakatika, nakwenda Nasoro Kapama tena nyanyua mpira upande mwingine wa uwanja anakontrol Abubakar Sabian, aingiza cross ile, amejiandaa kabisa kama anaenda mjini. Seje poko anapewa tena mpira kwenye nafasi, anajaribu kushambulia. Kushambulia off target. Wanatoa mpira nje, anaenda kuwa kapita bada Josephat Bada Chikua mpira Mohamed Salum naambiwa amecheza foul. kwamba hakucheza foul kwa baada hii ya kwanza, alilazwa chini Joseph, akawa anatafuta njia kuondoka, kini ya pili ikaonekana amemgusa kwenye mguu Victorien Adebayor. na kwenda nje kipao, dakika 45 za kwanza zimekamilika akiwa na jezi ya Singida Black Stars alifungua dhidi ya Kagera Sugar kwenye mechi ya sare ya mabao mawili kwa mawili. Amenyanyua mguu Geoffrey Manyasi. Ni faida ambayo anaipata Singida Black Stars alinyanyua mguu. Katemeka kichwa kile kugusa mpira Shake Fasi Mkandala. Nyanyua pita Luasa anaonekana kile mpira wanapita ule. Bado yuko nayo yu pita Luasa. Pasa chini kwenye nafasi yake ndani kule anakwenda nje ule mkandarasi ule jaribu kwenda kutafuta nafasi ya kusawazisha, kwa pasi ya Peter Luasa aligusa mpira lakini off target. Pengine hili ndio jaribio lao la kwanza zito mbele ya lango la Singida Black Stars, lakini hawajafua dafu. Sowah, shekei tena, anapitishiwa Jonathan Sowah kwenye nafasi Jonathan Sowah anafanya nini? Jonathan Sowah nice. Miezi kadhaa iliyopita, lakini bado harufu ya miwa hajaisahau kabisa. Jonathan Sowah, mlima unazidi kuwa mzito kwa Kagera Sugar, wakati ambao matumaini ni makubwa kusawazisha bao moja. Jonathan Sowah anaongeza chuma kingine na kuandika bao la pili. Singida wako mbele sasa kwa mabao mawili. Super sub Jonathan Sowah ameongeza idadi. Michael Kamagi anamtuglia Jonathan Sowah, Jonathan Sowah Imoro amechelewa hapa, na bwana kwenda kuuwai kutumia vyema nafasi Singida, kwenda alifanya kazi nzuri sana Jonathan Sowah, kisha katenga ile mpira. Nasoro Kapama akaingia kukataa kwamba haiwezekani iwe rahisi kiasi hicho, aliingia akagusa mpira. Nasoro Kapama, ah, shangwe likiwa kubwa kwa wana Singida azidi kuiona timu yao ikifanya vizuri zaidi, inaonekana kwenye jukwaa kwa RTO Singida. Idi Habibu kwenda kuiba ule mpira, anajaribu kwenda kuondoka sasa. Maaruf Shakei Shakei na nakataa Mohamed Salum, wanapata kona mahundi kwa Eric Mwijage. Eric Mwijage anaka pasi ndani kwenye nafasi, jaribu kucheza na mpira mwana kwenda nje na goal kick. Naam, nusu finali ya Kombe la Shirikisho la CRDB Cup itakuwa ni Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, Singida ambao wanafanikiwa kupata matokeo mazuri dhidi ya Kagera Sugar kwa mara nyingine tena, kama inavyoonekana kwenye takwimu za mchezo huu, ndivyo ambavyo e, kila kitu kimkenda sawa kwa dakika 90, full time ya mechi hii, Singida Black Stars 2, Kagera Sugar 0.